Wakulima wa miwa eneo la Bumula akiwemo Bill Wanjala wanasema tangu miaka ya awali wamekuwa wakipeleka miwa yao katika kiwanda cha kusaga miwa cha Mumias wakisema hawatakubali kushawishiwa kupeleka kwingineko. Sisi farmers over 10,000 ambao tuko Bumula hatuna contract za Nzoia au 90 tuna contract za Mumias. That means whether unataka kuwa Uh, director au uwe voter utaruhusiwa kusimama kwa sababu una contract ya hiyo soni. Wanataka tu, tu, tu, tu, tuende. Wameongeza kuwa wakulima wanategemea zao la miwa kujikimu kimaisha, wakisema wanastahili kuwa na uhuru wa kupeleka miwa yao kwenye kiwanda watakachopata malipo kwa wakati mambo ya seni kusema ya kwamba Bumula hapa cendro hapa sendro. Sisi kama wakulima tulisema hatuwezi tukakubali. Mumiasi ipaki na zile panzendas zenye walichenga zile mashamba zenye zilikwanga za kitambo. Sisi tulipaliana kwa kauli moja ya kwamba ipaki tu Mumiasi. Wametishia kutoshiriki uchaguzi wa kuwachagua wakurugenzi wa kiwanda iwapo swala hili halitatatuliwa, huku wakimtaka Rais William Ruto kuingilia kati kuangazia swala hilo kwa kina. So, vita ambavyo vinaweza kuwa between the millers unless kama kuna mtu mila yote ambaye anaoni mkulima ni wake na anajua hilo shamba ni lake. If not that way, let us work as we have been working kama mtu akihisi ya kwamba alete miwa kwako alete, na kama akiamua kupeleka customer ile mwingine apeleke. Na mimi pia ni mkulima, nalima, napeleka Mumiasi. Juzi nimepata bonus nimefurahia sana. Mimi mwenyewe nakuja Mkongo, nalima miwa yangu na, na alafu ananiambia tunipeleke Nzoia, wanichaji pesa mingi ya transport. Kwa nini sisi wakulima tunaumia? Sasa ukikuja hapo utatusaidia sisi wakulima lakini hao wanaenda wanapitishia huko Nairobi, sisi hatujui the implement issues of which farmers wenye tunafisi tunapanda miwa hatujui. Sasa tunaomba mtusaidie. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Joy Mwanzo.